Tuelekee kaunti namba 39 ambapo tunaarifiwa kwamba visa vya vurugu vinaendelea kushuhudiwa kaunti ya Bungoma, huku maafisa wa polisi wakitakiwa kuwajibikia majukumu yao ipasavyo. Wakazi wa wadi ya Maeni na Kimilili katika eneo la Kimilili wamelalamikia utovu wa usalama, viongozi wanapoendelea kukabiliana katika kampeni za uchaguzi mdogo eneo la Kabuchai. Okay. Mi nataka kuuliza swali, ikiwa nimekosewa nimeenda kuripoti nimeandikishiwa ripoti, OCS ananiambia namna gani tena, ati mimi nitulie kwa ofisi yake tuongee. Sinikisha maliza kuandika ripoti nafaa niende nitafute matibabu, maana pia mimi niliumizwa lakini OCS ananiambia nikae kwa ofisi yake kidogo. Kuna mtu alimpigia simu tukiwa mimi na yeye kwa ofisi, nikisikia akimuuliza eh, huyo jamaa kwa wapi? Akasema tuko naye kwa ofisi, akasema toka nje kidogo. Alienda akaongea kwa simu kwa muda kama dakika kumi. Kurudi ananiambia ati ameambiwa nilete Bungoma. Nilishangaza na jamaa aliingia kwa hoteli na magunzi, wenye najua? na yeye akaniweka kofi, magunzi wakanishika wote wakaanza kunipiga, nimejipata niko hospitali Kimilili. Mimi naomba haki itendeke. Na mimi napigwa vikwa kwa sababu ya kusaidia wale watu waathiriwa. Na we, si mara ya kwanza, kuna cases kama nane ziko. Mimi swali moja tu, ODPP nataka atuambie watu wa Kimilili, faili zilikuwa zilienda huko zikarudishwa police station because kuna more than 8 cases. Huyu jamaa hajapelekwa kwa kotini. Tuelekee kaunti namba 33.